Hii ni shule ya msingi Kiselu ndani ya kata ya Uroki, shule ambayo ilijengwa mwaka 1970 nao shule hii ilikuwa na changamoto ya vyoo chakavu. Choo cha wanafunzi kimechoka, kilikuwa chakavu sana, na sababu ni kwamba shule hizi nyingi zimejengwa kama hii ambayo imejengwa miaka sabini, lakini hazikupata huduma ya matengenezo, na sababu nimekuwa nikisema mara kwa mara eh, aina ya siasa tulioichagua kwenye wilaya yetu ya Hai wakati huo. Kwa hiyo shule nyingi kwa kweli tunawashukuru wazee wetu walizijenga hizi shule, lakini hazikufanyiwa matengenezo. Leo wenzetu wa uh, bodi ya Uroki Bomang'ombe kwa kushirikiana na Ruasa wilaya ya Hai eh, wakati naingia hizi bodi zilikuwa na changamoto kubwa sana, lakini ninashukuru sana, tulifanya mabadiliko tukaweka mameneja wapya. Leo hizi bodi zina uwezo wa kujiendesha, na leo nimeambiwa bodi tu ya Uroki Bomang'ombe ina balance ya zaidi ya milioni mia moja kwenye account. Wanaweza kukarabati miundombinu yao, wanaanzisha vyanzo vipya, eh, wanaweza kutengeneza. Lakini zaidi wamefika mbali, wamefanya jambo kubwa sana, baada ya kuwaomba kwamba shule yetu ya Kiselu ina choo chakavu wametoa milioni 25, wanajenga choo cha Kiselu. Kwa hiyo nitumie nafasi hii sana kumshukuru sana sana sana meneja wa Ruasa, meneja wa bodi pamoja na wajumbe wake kwa uaminifu, wameweza kutunza fedha na sasa tunaona matokeo ya fedha hizo. Wamefika mahali wanatoa CSR kwa maana ya kwamba ujirani mwema, wanajenga miradi, wanatusaidia kukarabati mifereji yetu ambayo ya umwagiliaji na sasa wamefanya jambo kubwa sana la kujenga choo cha wanafunzi shule ya Kiselu. Naomba nimwambie Mheshimiwa Waziri wa maji kwamba kama ambavyo nilisema bungeni, bodi zetu ndani ya wilaya Hai zinafanya vizuri na wengine waje waige hapa. Kwa hiyo, Mheshimiwa Waziri, uziache hizi bodi zetu, zinaendelea vizuri na zinafanya vizuri, zinatuhudumia vizuri, na sasa wamefika mbali, wanaingia na miradi ya kuweza kusaidia jamii yetu kama ambavyo wamejenga choo. Kwa jina naitwa Mhandisi Arnold Mbaruku, meneja wa bodi ya maji Uroki Bomang'ombe. Sisi kama Uroki tuliletewa tuli ombi na shule, choo cha zamani kimeharibika na shule inakaribia kufungwa kutokana, hii hii shule ipo karibia na chanzo chetu kikubwa cha maji cha Saki, tukaguswa kwa sababu huwa tuna mpango wa kutunza vyanzo vya maji, kama tunavyojua kwamba utunzaji wa vyanzo vya maji ni jukumu letu sote, na tukaamua kwamba ile bajeti ambayo inabidi tununue miti na kuweza kupanda kwenye vyanzo vya maji tuweze kusaidia kwenye ujenzi wa vyoo. Kwa hivyo tumejenga kama vyoo vipo hapa tunavyoviona, si ndio? Tupo kwenye hatua ya ujenzi, lakini tunatarajia kwamba wiki ya maji tuweze kuvizindua. Kwa hivyo tuna ni matarajio yetu kwamba kile kidogo ambacho tunakipata wananchi wanavyolipa bili na sisi zile hela tunazitumia kwenye kufanya ukarabati ya miundombinu yetu, lakini kinachobakia kidogo tunarudisha kwenye jamii kuweza kusupport. Kwa hivyo tuwaombe wananchi waendelee kulipa bili kwa wakati, ili zile fedha ziweze kutusaidia kwenye kutengeneza miradi. Hapa tumetumia kama mheshimiwa Mboga alivyosema, ni milioni 25 ambavyo tumejenga vyoo vya kike pamoja na vyo vya vulana. Kwa majina anaitwa Mr. Peter Munishi, ni mwalimu mkuu Shule ya Msingi Kiselu yenye idadi ya wanafunzi 175 ambao kwa kweli kwa hali ya halisi ya mazingira, tulikuwa na uchakavu wa choo kwa mara ya kwanza, ambao basi, baada ya kuona kile choo kiko katika hatarishi, kinaweza kikasababisha maafa kwa wanafunzi, tuliona namna ya kuongea na wadau, na tunashukuru kwamba tulipata wadau kutoka Uroki Bomang'ombe Water supply na walitusikia, wakasikia kilio chetu, na baadaye basi waliweza kutusaidia kwa ku, ku kutusupport kutujengea vyoo vyenye matundu nane, wasichana matundu manne na wavulana matundu manne, vyoo vya kisasa ambavyo basi baada ya hapo tunatarajia kwamba tuta kama mazingira mazuri ambayo wanafunzi wetu watajisaidia katika mazingira mazuri ambayo ni ya kisasa. Choo cha awali kilikuwa kibovu na kilikuwa kimeanza kupata kreki sehemu mbalimbali tukihofia kwamba kinaweza kikatitia na kuleta maafa.